Na kwa nini unaruka ukuta watu? Unafanya nini? Absaa wewe na nani? A, na juko wapi? Unafaa mimi sina akili? Ah. Yaani wewe unahisi kwamba huo uongo mimi nitauelewa? Sio uongo. Hapana, wanaibiwa kila siku huko garage; kila siku wanaibiwa Leo, Hey, mimi nilikuwa naangalia kama ni mrefu, mimi niko doria hapa. Unaangalia kama ni mrefu kwa kuuka ukuta wa watu ili utoke na vipuri vya magari huko. Twende. Twende. Yuko wapi?